Every time you talk about salvation being free it, it comes with what the Savior has done and why are we getting it free. Tunapozungumza kwamba wokovu ni bure, tumehesabiwa haki bure, tumesamehewa dhambi bure, tusiwaze kwenye, tusifikiri quality iko chini, tuangalie kilichotolewa na actually. Hakutolewa malaika, hakutolewa mbuzi, hakutolewa kondoo. Mungu katika Kristo alichukua mwili akaja, akafa kwa ile dhambi zetu, tushoya kwamba he gave the best asema damu ya mwana kondo, but that's how you should look at it. Baada ya kusema, yani, wewe unarahisisha sana wokovu, sio mrahisi. Sisi tunaona tuna enjoy sehemu ya urahisi kwa sababu ugumu umelikwa na mtu mwingine. Kwa hiyo anaposema pale kwenye Luka 24 Msara 46 akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufuka siku ya tatu, na kwamba maana, kwa matokeo ya hicho alichokifanya, mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi. tku wanatumia lugha nzuri, wanasema watahubiriwa kwamba wageuke, ili kwamba wapokee msamaha maana pale neno toba limetumika mara nyingi sana vibaya kumaanisha toba ni to feel remorse, lakini ni mgeuko. Inatokana na neno metanoia ambayo ina maneno ma mawili, meta ambayo ni after af, noia ni mind au think, what you get after thinking through throug. Kwa, kwao namna yoyote metanoia haitumiki kama prayer. Metanoia is what you do after hearing in new information. The mindset change. So, kwa habari ya wa Wayahudi, hawakumjua Yesu kama mkombozi. In fact walimchukulia poa. When he rose from the dead, akawaambia badili namna aliokuwa mchukulieni kama mwokozi. Kumbuka Mathayo moja, ishirini na moja. kwamba mtamwita jina lake Yesu maana ndiye atakayewaokoa watu wake na nini? Na dhambi zao. Ko, change the mind and accept his job. Simone tu kama mtoto wa fundi seremala mtu anayeranda mbao, anzeni kumeona kama mwokozi wenu, ili kwa kufanya hivyo mnapokea nini? Ondoleo la dhambi zenu.